Mino Raiola alishawahi kumwambia Baroteli kwamba Ronaldo na Messi wana tuzo nyingi za barandio kwa sababu anacheza asilimia ishirini ya kiwango chake. Angecheza warau kwa asilimia mia moja ya kiwango chake, hata yeye angejishindia warau barandio moja. Hii kauli ilikuwa ina maana kwamba haimaanishi kuwa Mario Baroteli hana kiwango kulinganisha na Ronaldo na Messi, ila kinachomfanya Mario Baroteli azidiwe rekodi na Ronaldo na Messi ni kuto kucheza kwa kiwango ambacho alistahili kucheza. Mpaka sasa, hii kauli inamuumiza sana Mario Baroteli na anatamani kama muda ungejirudi nyuma angerekebisha japo kwa uchache ili ajishindie warau barandio moja. Tunajifunza vitu vingi kutoka kwa Mario Barotet. Jambo namba moja, tunajifunza kuwa askivu tunavyoambiwa mambo na sio kuwa askivu tu na kufanyia kazi yale yote tunayoambiwa. Jambo namba mbili, tunajifunza kufanya vitu kwa wakati, ili muda ukituacha tusiwe na cha kujiraumu. Jambo namba tatu na mwisho, mwishoni mwa safari watu wanajiraumu sana kwa mambo ambayo hawakuyafanya kuliko walioyafanya. Kwa hiyo hata sisi inatubidi tukimbie tabia kama ya Mario Barote, ili muda ukituacha tusiwe na cha kujiraumu. Sina la ziada. Ukitaka kujifunza zaidi, unaweza ukajifunza kupitia chaneli yangu ya YouTube kwa jina la Kironi Mwasalemba. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare Thanks. We have to do wonders